Ridhiwani, wakati baba yake yuko ni rais, mimi kila mahali ninakopita nilikuwa naambiwa, umeiona gari hiyo? hizo za Ridhiwani hizo, umeziona za Ridhiwani? Yani malori karibu barabarani, karibu kote yalikuwa Ridhiwani, vituo vya mafuta, kila kituo cha mafuta kizuri kinachojengwa Ridhiwani. Sasa amekuja kuondoka madarakani baba yake, kila nikimtathimini Ridhiwani wa baba yake akiwa rais na Ridhiwani huyu sioni kama kuna uhusiano. Ridhiwani huyu namwona wa kawaida, wala sioni kama hayo mamali yote ni ya kwake. Sasa yakanikuta na mimi sasa, mimi nikaenda pale Iringa, mtu mmoja kanaambia ongereni. Ah, bwana wewe yani bwana, tangu umeanza biashara vituo vya mafuta yanakuona kwa kweli maisha yako bwana mazuri. Ah, ikabidi nimsikize vizuri, tangu nimeanza nini vituo vya mafuta nimejenga wapi sema si kile cha pale tunaambiwa na cha pale na cha kile cha kwako. Sasa oneni, kabla ya tarehe ishirini na tisa, miezi michache ya nyuma ilianza na kupiga picha magari yanayosemekana ni ya watoto wa viongozi, lakini ukiangalia hayo magari wala hayahusiani hata na mtoto wa huyo kiongozi yamepigwa sijui Rolls Royce sijui magari gani makubwa mazuri. Mnajua lengo lake ni nini? Ilikuwa inaandaliwa mkakati wa kujenga chuki, ili mwishoni ije ijimanifest hiyo chuki tunapoelekea kwenye hizi tarehe, jambo ambalo lilikuwa sio kweli. Kwa hata ninyi, inawezekana leo mkawa mnamchukia tu mtoto wa kiongozi. Maana kuna mwingine nilipiga stori siku moja mbele ya mheshimiwa raisi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 basi wa bwana, mimi nafanya vipi mazoezi? Kasema sawa. Yuko yeye na mtu mmoja tu tena, kwa bahati mbaya sana hata huwa sio mtu wa mabega kiasi hicho. Mtu huyo yuko upande ule, yuko kule, yeye anatembea peke yake, yule jamaa. Nikamuuliza, sasa vipi bwana, unamfahamu huyu jamaa aliyetoka hapa? Akasema a, nani huyu? Sasa mfahamu kabisa, hebu umwangalie vizuri sura. Sasa basi, huyu ndio yule mtoto wa rais uliyesema kitoo chake hicho. Ala, hivi ndio huyu.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 ili kuhakikisha wanajenga taswira serikali yao na serikali yetu kwa ujumla wake.